Ukiacha rasilimali fedha uh, tunafahamu uh, kwamba uh, changamoto kubwa uh, hasa katika jamii dhidi ya watu wenye ulemavu ni mitazamo. Sasa hili la mtazamo siku za usoni limeanza kupungua, kwa sababu tunaona wapo watu wenye ulemavu wenye nguvu wamekuwa wakishiriki kwenye uh, majukwaa mbalimbali, na wamedemonstrate wamekuwa wakitafsiri uh, uwezo, na mara nyingi wanapopata fursa wanafanya uh, vizuri. Kwa hiyo tumekuja kupaza sauti, Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC tume huru na sisi itusapoti, kwa sababu tumegundua sisi tuliopitishwa na tume hatuzidi kumi na sita. Wagombea urais wapo kumi na nane, wanahudumiwa wote. Sisi nchi nzima vyama mbalimbali mbali, tupo kumi na sita na hatuvuki hiyo kumi na nane. Kwa hiyo tukasema tume ya taifa ya uchaguzi serikali kwa ujumla, kwa kanuni ile ile, kwa itifaki ile ile, kwa ubunifu ule ule na kwa nidhamu zile zile, nasi watu wenye ulemavu tulojitokeza na kuteuliwa na tume tusaidiwe, kwa sababu sisi tupo wagombea ubunge kumi na mbili, wagombea udiwani wako wanne, kumi na sita. Tunahitaji shilingi bilioni moja tu, kila mtu aende kwenye jimbo lake na kwenye kata yake.